Na mtazamaji, vuta nikuvute ingali inashuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nyamira, kufuatia mzozo wa uongozi unaoendelea. Mzozo huo umezua hali ya sintofahamu na kuligawa bunge hilo mara mbili, huku mirengo miwili ikiandaa vikao sambamba vya bunge katika maeneo tofauti. Upande unaomuunga mkono spika mpya Thaddeus Nyabaro uliandaa vikao vyake katika majengo ya bunge hilo mjini Nyamira, huko kundi linalomuunga mkono spika aliyebanduliwa ofisini Enoch Okero likiandaa vikao vya bunge mashinani ge hilo hao wamelazimika kufanya maandamano ya amani kulalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa zaidi ya miezi sita sasa, hali iliyochangiwa na mzozo huo. Siku ya leo tume... table Ire... ile waitayo kwa Kimombo, County Fiscal Strategy Paper ambayo ni CFSP ambayo inastahili kushughulikiwa uh, mwisho wa hii mwezi ambayo ina... Ina... iko due tomorrow kwa sababu tunafanya uh, county fiscal strategy paper vile uh, speaker amesema, ninaomba waheshimiwa wote katika wadi zao walete maoni mapendekezo yao kutoka kwa wadi, what we call uh, word -based project. Tuna matumaini kwamba tutakuja pamoja, tufanye kazi pamoja kwa minajili ya kuwezesha mwananchi wa Nyamira apate maendeleo.